Lakini pia tunashukuru kwa nafasi hii ya kipekee ambayo tunaona kwa wana watu waliokuwa hapa. Ninene yale ya ya watu wa watu wako. Na itaji kwa mfano hapa Bwana, acha wewe uwe DJ. Nisiongeze nisipunguze. Nineni kadri mwana wa Mungu. Lakini pia hata leo nako nipate nafasi mioni mwa watu wako. Tunaamini

Lakini, mbe Ohio jina la ukoo jina langu. Namshukuru kwa neema yake, nimeokoka na Yesu Kristo. Lakini pamoja na yote, nimebarikiwa kuwa na mke na watoto. Bwana, namshukuru sana.

Ndiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu tunaendelea kuwa wazima wa afya. Lakini pia tunataka kuamini Kristo ndio kimbilio letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sawa. Mara yetu ya siku ya leo tutaongelea kuhusu unabii. Unabii wa kuzaliwa kwa Yesu Masiya. Bwana asifiwe.

Mada kuu ni kuafirisha au ni kuweka ile hali ya wazi kwamba Yesu kuwa mfano wa masihi inaongelea sana mada ya namna hii. Na kusudi Mathayo aliandika injili hii wapo wasomaji maelezo kuhusu maisha ya Yesu Kristo.